Wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA mkoani Kilimanjaro ni miongoni mwa taasisi za umma ambazo zimekuwa bega kwa bega kutekeleza programu mbalimbali za serikali zenye lengo la kuchochea maendeleo, hususan katika matengenezo ya barabara. Kama tujuavyo sote, lengo kuu la uanzishwaji wa TARURA ni kukabiliana na changamoto zilizojitokeza wakati wa jukumu la management ya mtandao wa barabara za wilaya lililokuwa chini ya mamlaka za serikali za mitaa, lakini vile vile kukabiliana na mabadiliko katika sekta ya barabara. Kwa nia ya kuboresha huduma na kuongeza ufanisi. Jukumu kubwa la TARURA ni kusimamia matengenezo, ukarabati na ujenzi wa mtandao wa barabara za wilaya wenye zaidi ya kilometa laki moja na arobaini na nne elfu nchini kote. Majukumu mengine ya TARURA kama yalivyoainishwa kisheria ni pamoja na kupima na kufanya utafiti kuhusu vifaa vya ujenzi kupitia kitengo cha maabara kuu ya vifaa na utafiti, kudhibiti uzito wa magari barabarani na kulinda maeneo ya hifadhi za barabara. Dhima ya TARURA kwa hivyo imekuwa ni kupanga kusanifu, kujenga na kufanya matengenezo ya mtandao wa barabara za wilaya kwa ajili ya matokeo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Mkoa wa Kilimanjaro ni miongoni mwa mikoa ambayo imenufaika na uanzishwaji wa taasisi hiyo. Una mtandao wa barabara wenye jumla ya kilomita 4659 na kati ya hizo asilimia 30 zina hali nzuri, asilimia 35 zina hali ya wastani, na asilimia 35 nyingine zina hali mbaya. Tambo ambazo zimekuwa zikipigwa na tarura Kilimanjaro ni kuhakikisha asilimia 85 ya barabara hizo zinakuwa na hali nzuri ifikapo mwaka wa fedha 2025-2026 ili kuendana na azima ya serikali ya awamu ya sita inaongozwa na na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kusimamia na kuendeleza miradi kadhaa ya miundombinu yenye kulenga kukuza uchumi hasa katika maeneo ya vijijini na mijini. Kwa mengi zaidi kuhusiana na namna ambavyo serikali inapiga tambo katika ujenzi wa miradi ya barabara ili kurahisisha shughuli za usafiri na usafirishaji na teknolojia zinazotumika na kusihi ufatane nami, Enos Masanja, mtayarishaji na msimulizi wa makala haya. Barabara ni nyenzo muhimu katika maendeleo ya nchi. Viwango vya barabara, hata hivyo, ni jambo la kuzingatia ili kuruhusu usafirishaji wa bidhaa na shughuli nyingine za kiuchumi kufanyika kwa namna inayostahili. Kama tujuavyo sote, ujenzi wa barabara unahitaji mabilioni ya fedha na wakati mwingine nje ya mifumo ya kibajeti kulingana na uwezo wa kiuchumi. Wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA mkoani Kilimanjaro, kwa kutambua wajibu huo katikati ya changamoto ya uhaba wa rasilimali fedha imekuja na teknolojia ya kutumia mawe katika ujenzi wa barabara na madaraja ili kutumia fedha kidogo kwa eneo kubwa na kwa tija zaidi. Wilaya Same mkoani Kilimanjaro ndio mnufaika namba moja wa teknolojia hii. Kama unavyojua, asilimia karibu sabini ya wananchi wetu wako vijijini, kwa hiyo ili maendeleo ya kweli yaweze kupatikana, ni vizuri kuwapelekea wao huduma za kutosha ili waweze kuzalisha kwa wingi na ku, e, kuweza kukuza uchumi wa, wa wa taifa pamoja na wa mtu binafsi kwa ujumla, tumepanga kufanya kazi kwa teknolojia mbadala. Tunatumia teknolojia mbadala, teknolojia rahisi ambazo zitatusaidia e, kuweza kutumia fedha kidogo tunayopata katika kufanya miundombinu yetu ipitike kwa urahisi kwa gharama nafuu. E, tumeanza Kilimanjaro tangu mwaka jana tumeanza e, ujenzi wa madaraja na barabara kwa kutumia mawe hasa kwa maeneo ambayo mawe yanapatikana. Maeneo kama Hai mawe yanapatikana kirahisi, maeneo kama Mwanga yanapatikana kirahisi, Rombo Same kirahisi. Kwa hiyo maeneo yale tumepopos kujenga madaraja mengi kadri iwezekanavyo ili kuweza eh, kupunguza gharama ya, ya ujenzi wa hiyo miundombinu. Kwa mwaka jana tumejenga madaraja yasiyopungua kumi na mbili madogo na makubwa yenye midomo mitatu mpaka mi, mitano. Kama mmepita mtakuwa mmeaona huko madaraja yale, yanapunguza gharama karibu nusu. Kwa daraja ambalo linaweza likachukua kwa njia ya kawaida zege na nondo, likachukua labda milioni eh, mia nne, ukitumia mawe linaweza likachukua sio zaidi ya milioni eh, mia mbili au chini ya milioni mia mbili, kwa ile ni teknolojia ambayo ni rahisi na ambayo tumeiadapti sisi kama TARURA. Na barabara sasa hivi za mawe tumeadapti hasa za milimani, kwa sababu barabara za milimani ndizo zenye shida. Ukiacha hizi za tambarare unaweza ukaweka changarawe na ikadumu, lakini sio za milimani. Kwa hiyo milimani tuna opti zaidi kutumia e, mawe na teknolojia nyingine ambazo e, kwa mfano ukienda milimani kule Same, Siha pamoja na na Mwanga utakuta kuna teknolojia ambayo tulishaanza kuitumia na inaonyesha mafanikio makubwa ile ya strip concrete. Strip concrete yenyewe tunaweka sehemu ambazo magari yanapita kwenye milima na zinadumu kwa muda mrefu na ni gharama nafuu. Kwa hiyo hiyo teknolojia tumesha e, tumeshaanza. Kwa hiyo na mwaka huu tunatarajia vile vile kujenga madaraja ya mawe e, karibu kumi na nne katika wilaya zetu. Kwa hiyo e, nadhani itapunguza sana gharama ya, ya ya matengenezo ya miundombinu yetu. Wilaya ya Same ni miongoni mwa maeneo ambayo baadhi ya barabara ya kijiografia ziko milimani. Matengenezo Ma ya barabara hizo kwa hali hiyo yanahitaji matumizi ya teknolojia rahisi ili kuweka uimara kwenye miundombinu. Mhandisi James Mnene ni meneja wa TARURA katika wilaya ya Same. Na kimsingi madaraja ya mawe ni madaraja ambayo tumeanza kuyatekeleza, e, kwa maana ya ujenzi wake wilaya ya Same, hili ndio daraja la kwanza ambalo tulianza nalo, daraja la Kalemawe ni daraja ambalo lina mita thelathini na sita urefu na tunatumia teknolojia ya mawe tu n yani, kwa maana kuanzia kwenye msingi e, msingi tukiona tunaweza kaweka zege kwa maana kule chini tukisha chimba tunaweka zege na chuma, lakini tunavyonyanyua zile kuta za, za daraja lenyewe linakuwa ni mawe tupu e. na tumetumia teknolojia hii kwa sababu kwanza ni teknolojia ambayo ni rahisi ni e, kwenye maeneo yetu ya vijijini kwa jiografia ya wilaya ya Same tuna milima mingi sana na tuna mawe mengi sana ya uhakika. Kwa hiyo sisi tumeanza kutu, kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba e, tunapunguza gharama kubwa za matengenezo ya barabara hasa madaraja makubwa e, kwa kutumia teknolojia ya mawe. Mpenzi mtazamaji, ujenzi wa barabara hauwezi kukamilika kama hakuna madaraja. Madaraja ndiyo kiunganishi muhimu cha shughuli za ujenzi na kimsingi zinalenga kuunganisha maeneo ambayo yametenganishwa kwa sababu za kijiografia, lakini yanaingiliana kwa sababu za kiuchumi. Kwa mfano, eneo la kata moja kwenda kata nyingine laweza kuwa limetenganishwa na mto, lakini watu wa kata husika wanategemeana kwa shughuli zao za kiuchumi na kijamii, na hivyo kiunganishi muhimu kwa kazi hii ni daraja. Daraja la Kalemani ni mfano mmojawapo wa namna ambavyo ujenzi wa barabara unazingatia usanifu wenye tija. Daraja hili linaunganisha kata za Ndungu na Makokane, limegharimu jumla ya shilingi milioni mia tatu na sabini na sita na likiokoa zaidi ya shilingi bilioni moja endapo lingejengwa kwa kutumia teknolojia nyingine za kawaida ikiwemo matumizi ya saruji. Hapa tupo kwenye daraja la Karemawe, daraja ambalo linaunganisha kata ya Ndungu na kata ya Karemawe e, napita katika barabara ya nasema Ndungu Makokane daraja hili limejengwa mwaka wa fedha ishirini mbili ishirini tatu. E, pamoja na barabara na daraja lenyewe na e, kingo kwa maana protection ya, ya daraja e, tulitumia shilingi milioni mia tatu sabini sita laki mbili sabini saba na mia nne thelathini, na ni mradi ambao ulitekelezwa e, na ukakamilika ndani ya wakati na kama mnavyoona daraja liko vizuri mpaka sasa hivi. E, wananchi wanaendelea kunufaika na uwepo wa daraja hili mahali hapa, kwa sababu kabla ya ujenzi wa eneo hili daraja eneo hili kulikuwa na changamoto kubwa sana ya usafiri wa maeneo haya, kwa hizi kata mbili za Ndungu na kata ya Karemawe, kwa maana kwamba kulikuwa hakuna mawasiliano ya uhakika kutokana na kwamba kulikuwa na changamoto ya daraja. Sasa serikali ya awamu ya sita ilitoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ili daraja kupitia fedha za maendeleo kama nilivyo sema Tarura, wilaya ya Same, tuliingia mkataba milioni mia tatu sabini na sita na sita sini, kwa ajili ya kufanya e, ujenzi wa daraja hili pamoja na barabara ambayo inaingia kwenye eneo hili, lakini na hizi approach kwa maana ya kufanya protection, ili kulinda hii structure ambayo imejengwa hapa. Kwa hiyo kwa kifupi e, manufaa ya ujenzi wa daraja hili imekuwa ni E, kwa jamii ya eneo hili kwa maana kwamba wananchi sasa hivi wananufaika na uwepo wa daraja hili, wanatumia kwa shughuli zao za maendeleo, shughuli za kijamii na hatimaye kujipatia kipato, kwa sababu awali hali ilikuwa ni mbaya sana, kwa maana kwamba usafirishaji wa mazao kutoka maeneo ya mashambani ilikuwa ni changamoto, lakini pia upande mwingine, kwa upande wa kata Kalemao kuna shule za sekondari, kuna shule za msingi, kuna vituo vya afya. E, kwa hiyo, wananchi walikuwa wanapata changamoto kubwa sana kipindi cha hasa mto unavyokuwa umejaa maji kutokana na mvua kubwa ambazo zinanyesha. Kwa hiyo kwa kujenga daraja hili, maana yake hizo huduma zote sasa hivi zinapatikana na wananchi e, wanapita maeneo haya muda wowote, mvua iwe inanyesha, muda wowote barabara inapitika vizuri bila changamoto yoyote. Ujenzi wa barabara ni miongoni mwa majukumu muhimu yanayolenga kuchangamsha uchumi Tanzania, kama nchi nyingine za Kiafrika zinazopiga tambo katika nyanja mbalimbali za maendeleo imeweka kipaumbele katika matengenezo ya barabara kuruhusu shughuli za usafiri na usafirishaji kufanyika kwa ufanisi, huku zikichangia kwa kiwango kikubwa kuimarika kwa uchumi. Jukumu la kusimamia matengenezo ya barabara limekasimishwa kisheria kwa Wakala wa Barabara Mijini na Vijijini, TARURA. Taasisi hii ya umma imepewa wajibu wa kusimamia matengenezo, ukarabati na ujenzi wa mtandao wa barabara za wilayani wenye jumla ya kilomita 144,000 nchini kote. Majukumu mengine ya TARURA kama yalivyoainishwa kisheria ni pamoja na kupima na kufanya utafiti kuhusu vifaa vya ujenzi kupitia kitengo cha maabara kuu ya vifaa na utafiti, kudhibiti uzito wa magari barabarani na kulinda maeneo ya hifadhi za barabara. Dhima ya TARURA kwa hivyo imekuwa ni kupanga, kusanifu, kujenga na kufanya matengenezo ya mtandao wa barabara za wilaya kwa ajili ya matokeo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Mkoa huu ambao uko ukanda wa kaskazini mwa Tanzania una mtandao wa barabara unaofikia zaidi ya kilomita 4000 zinazosimamiwa na taasisi hiyo. Serikali imekuwa ikiipatia TARURA fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi yake mbalimbali, mbali ya kuzitengeneza barabara kwa viwango tofauti tofauti, ili kukidhi matarajio ya wananchi walio wengi. Pamoja na hatua hiyo, TARURA imepewa wajibu wa kusimamia uwekaji wa taa za barabarani ili kunakshi mwonekano wa miji hapa Tanzania lakini pia kuweka barabara hizo katika hali ambayo itachangia kuongezeka kwa usalama wa raia wanaozitumia. Katika bajeti yetu ya mwaka huu ya, ya bilioni 36.042 ni ongezeko kubwa ukianzia eh, tangu mheshimiwa rais alipoingia madarakani Mheshimiwa Dkt eh, Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani kama rais. Uh, tulikuwa na bajeti ya bilioni tisa nukta tisa katika mkoa wa Kilimanjaro, mkoa mzima yani na wilaya zake hizo saba halmashauri saba tulikuwa na hiyo bajeti ya bilioni tisa kama nukta tisa, lakini sasa tunavyoongea akiwepo madarakani tumeongezewa bajeti mpaka kufikia bilioni thelathini na sita nukta e, nukta sifuri nne mbili. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa kidogo, na TARURA kama TARURA tunapambana kuhakikisha hizi barabara e, za vijijini na mijini zinapitika kama unavyojua asilimia karibu sabini ya wananchi wetu wako vijijini. Kwa hiyo ili maendeleo ya kweli yaweze kupatikana, ni vizuri kuwapelekea wao huduma za kutosha, ili waweze kuzalisha kwa wingi na ku, eh, kuweza kukuza uchumi wa, wa, wa, wa taifa pamoja na wa mtu binafsi kwa ujumla. Tarura mkoani Kilimanjaro ilidhinishiwa zaidi ya shilingi bilioni 33 kwa ajili ya ujenzi wa barabara na madaraja kwa mwaka wa fedha 2022 2023 ambapo barabara kadhaa zimefanyiwa matengenezo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2023/2024. Tarura mkoani Kilimanjaro hali kadhalika imeidhinishiwa shilingi bilioni 36 000, 000, 000, 000 kwa ajili ya matengenezo hayo hayo ya barabara. Viwango vya matengenezo vimekuwa vikitofautiana kulingana na mahitaji na bajeti. Zipo barabara zilizojengwa kwa viwango vya lami, changarawe au moram, na wakati mwingine lami nyepesi yote haya yanalenga kurahisisha shughuli za usafiri wa abiria lakini pia usafirishaji wa mazao mbalimbali mbali, ili yafike katika masoko. Pindi tutakapokamilisha eh, mwaka huu wa fedha tutakuwa tumejenga barabara za lami kilometa 17, tutakuwa tumejenga barabara za changarawe kilometa elfu mbili kilometa 248, na tutafanya matengenezo ya kawaida kwenye hizi barabara zilizopo eh, kilometa 954 ili kuzifanya ziendelee kupitika, kwa sababu sera ya, ya, ya fedha za mfuko wa barabara ni kuzipatia fedha zile barabara zenye hali nzuri na wastani, ili ziendelee kudumu. Tumepunguza barabara zenye hali mbaya na kuzileta kwenye hali ya wastani na hali nzuri, kutoka asilimia 58 mpaka sasa hivi tunaongelea asilimia 67 kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani asilimia tisa tumeweza kuziachivu ndani ya muda mfupi, na lengo au lengo la la kitaasisi tunatakiwa tufike ishirini ishirini na tano ishirini na sita miundombinu yetu yenye hali nzuri na wastani hiyo imefikia asilimia themani na tano. Lakini sasa hivyo kama tunavyoweza kuona kwetu sisi hapa kama Kilimanjaro tuko asilimia sitini na saba. Kwa hiyo naamini kwa hii miaka miwili iliyobaki tunaweza tukafika hiyo asilimia 85 kama tulivyojipangia kama taasisi. Ujenzi wa barabara umezingatia viwango vya ubora unaokidhi matarajio ya nchi. Wilaya sita za mkoa wa Kilimanjaro ambazo ni Moshi, Same, Mwanga, Rombo, Hai na Siha zimenufaika vya kutosha na miradi hiyo ya ujenzi wa barabara. Kukamilika kwa barabara hii kumeleta manufaa makubwa, kwa sababu kwanza, biashara nyingi za maeneo ya stendi na wananchi walioko pembezoni zimeboreka tofauti na ilivyokuwa mwanzoni kabla hajajengwa. Kipindi hicho ilikuwa ni ilikuwa ni kwa kiwango cha changarawa, ambayo tulikuwa tunafanya matengenezo ya mara kwa mara kwa mwaka, unakuta kwamba unafanya matengenezo mara mbili mara tatu ili iweze kwenda, lakini bado na vumbi ilikuwepo. Kwa hiyo kwa sasa hivi kitendo cha kukamilika kwake kumefanya yale matengenezo ya mara kwa mara ambayo alikuwa anafanyika, sasa hayatafanyika. Sio wilaya hizo tu, wilaya nyingine za mkoa wa Kilimanjaro zimeonekana kupiga tambo kubwa katika matengenezo hayo ya barabara. Utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali katika wilaya ya Mwanga ni jambo lenye mvuto wa aina yake. Barabara mpya ya Msuya yenye urefu wa kilomita 13.8 ni miongoni mwa barabara ambazo zinatiliwa mkazo kwa ujumla. Eh, mradi huu unahusisha utengenezaji wa mabox culvert au ma, madaraja ya size ya kati ambayo yana yana dimensions tofauti tofauti ambayo gharama yake ni e, bilioni 4.9 kiujumla. Barabara hii manake, ni barabara ya kimkakati ya wilaya hii ya Mwanga, kwa maana ya kwamba karibu wananchi wote wa kutoka Kileo, wananchi wote wa kutoka Kituli, wananchi wote wa kutoka Mwanga mjini, wananchi wote wa kutoka Lembeni wanategemea kutumia hii barabara. Wananchi katika wilaya hizo wanaona ujenzi wa barabara ni wenye kutia matumaini. Yaani mwanzo ilikuwa ni shida, kwa sababu yaani kwanza bodaboda wenyewe walikuwa wanachukua hela nyingi, kwa sababu huku ni porini. Baada ya barabara kutengenezeka, sasa hivi wamepunguza wa bei, na tunapata yani maendeleo yapo ya kiukweli. Ina maana biashara zinazotoka huko mashambani zinafika kwa wakati masokoni. Huduma za zi hospitali zilikuwa zinapatikana hivyo hivyo kishida shida, kama hivyo mgonjwa akiumwa mpaka utafute gari, unakuja kwa kuchelewa, lakini sasa hivi barabara imefika kwa wakati. Ina maana kama ni gari unaipigia au kuna pikipiki yoyote, unafika hospitali kwa wakati. Wilaya ya Same ndio imeonyesha njia ya kuanza kutumika kwa teknolojia hii na ambayo sasa inasambaa kwa wilaya zote za mkoa wa Kilimanjaro. TARURA Kilimanjaro imekuwa miongoni mwa taasisi za umma ambazo zimekuwa bega kwa bega kutekeleza programu mbalimbali za serikali zenye lengo la kuchochea maendeleo hususan katika matengenezo ya wa barabara. Wananchi kutoka maeneo kunakojengwa barabara hizi ni mashuhuda wa kutatuliwa kwa changamoto ya ukosefu wa barabara. Kwa kipindi, wajawazito wakipelekwa zahanati walikuwa wanapata shida kuvuka pale kipindi cha maji ilikuwa inapelekea mpaka wa mama kujifungulia njiani au kujifungulia ngambo hii huku, kwa sababu kwanza daraja ilikuwa jembamba sana. Kwa hiyo ilikuwa inachukua muda mrefu nakuta mpaka mama anajifungulia ngambo hii kabla hajafikishwa zahanati ya Kalemao. Yani hii teknolojia tunashukuru, kwa sababu hili daraja tumelilia miaka mingi, lakini kulingana na gharama ile ya kutumia nondo na, na saruji imesababisha tukachukua miaka mingi hatujengewe daraja lakini ulivyokuja huu mfumo wa kujenga kwa mawe tayari limekuwa ni rahisi, lakini pia tunawashukuru wataalamu walio buni hili daraja la mawe, kwa sababu hili daraja la mawe ndio limesababisha lime tumepata daraja, kwa sababu labda ingekuwa ni gharama kubwa, ndio maana tulitoka miaka hiyo mpaka tangu tupate uhuru mpaka sahivi, ndio tunapata daraja la kupitisha magari. Ah, hali ilikuwa ni mbani madimbwi kila mahali Yaani huku maji hayakupitiki, kila mahali unapokwenda ni maji, barabara ilikuwa ni chafu, yaani kulikuwa kama hakueleweki, utafikiri kama sio mjini. Barabara yenyewe gari ikipita ilikuwa hazipiti gari magari yaani, yako hata kama ni nzuri inaharibika na pita pita kwenye mashimo inavunjika, tulikuwa hatuna daraja, maji yakijapo tunateseka. Mtandao wa barabara zote za mkoa wa Kilimanjaro zinazosimamiwa na TARURA unaozidi kilometa elfu nne sasa uko katika rada ya taasisi hiyo ukisanifiwa na maeneo mengine ukijengwa kukidhi mahitaji ya maendeleo na ustawi wa wananchi. Pamoja na hayo, ujenzi wa miundombinu ya taa katika barabara mpya zinazojengwa chini ya TARURA imekuwa ni miongoni mwa mambo yanayopewa kipaumbele mkoani Kilimanjaro, kama ilivyo mikoa mingine hapa nchini. Mamilioni ya fedha yametumika katika kujenga taa za barabarani ili kuimarisha usalama na wakati huo huo miji kinakishiwa kwenye mvuto wa aina yake hasa katika eneo hili ambalo shughuli za utalii zimeshamiri. Vilevile, katika mwaka huu wa fedha tumepanga kununua taa za barabarani taa za barabarani ambayo ni agizo la viongozi wetu kwamba kila tunapojenga barabara tuhakikishe miji yetu inaongezewa taa za barabarani kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na usalama katika miji. Kwa hiyo kwa mwaka jana ambao ndio tunazifunga sasa hivi tumenunua taa eh, 245 na tayari zimeshafungwa kwenye mawilaya nadhani kama mmepita mtakuwa mmeona eh, kwa idadi tofauti tofauti, na mwaka huu tunaongeza taa mia mbili ishirini na mbili nazo zitasambazwa katika wilaya zetu katika mkoa wa Kilimanjaro. Mameneja ya TARURA katika wilaya mbalimbali mbali za mkoa wa Kilimanjaro ni mashuhuda utekelezaji wa miradi hii ya kuweka miundombinu ya kuongeza usalama barabarani. Weka taa thelathini barabara, sayasini barabara ya Sayuni na Ibilikia na taa barabara ya kuu ya kwenda ofisi ya makao makuu kuwe ya, ya, ya wilaya taa 30. Na hili zoezi linaendelea kila mwaka, na hizi barabara ambazo zinakamilika tutaweka na vile vitu ambavyo vina makazi ya watu tutaweka, ili wananchi waweze kuendelea na shughuli za kiuchumi hata baada ya giza kuingia. Wananchi wanaona sasa mambo ni kuchele katika mkoa wa Kilimanjaro, hivyo tunajivunia kuona barabara inavyopendeza, maanake tulikotoka ni mbali. Kwanza barabara ilikuwa ni shida tulikuwa tunapita kwa shida hapa, tunapitisha mama wa jawazito, sisi tulikuwa tunabeba bodaboda. Kipindi hicho barabara ilikuwa mbovu kweli, lakini sasa hivi tunashukuru angalau tunapita kwa urahisi. Hata kwa upande wa nauli tunashukuru kwa sababu abiria zetu au wananchi kwa ujumla angalau kidogo bei zimepungua, kutoka alfu ishirini tulikuwa tunachukua mwanzo na mpaka sasa hivi shilingi alfu nane alfu kumi basi imekuwa ni punguzo. Hata usafirishaji wa mazao umekuwa ni rahisi, badala ya kutumia punda kubeba mizigo, sasa tunatumia bodaboda na pikap na mafuso kwa ujumla. Na mpenzi mtazamaji, hizi ndio tambo ambazo zinapigiwa chapuo na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na, na jemedari Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zikilenga kuleta mvuto wa tofauti katika barabara za mijini na vijijini. Bila shaka umejionea mambo muhimu yanayopewa kipaumbele katika azma hiyo ya serikali ya kurahisisha usafiri na usafirishaji, kama nyenzo mojawapo ya kuchangamsha uchumi wa Tanzania. Nasi tunasema heko TARURA.